Habari, karibuni katika Pregnancy Hub podcast, podcast ambayo inalenga kuleta habari na taarifa muhimu zinazohusiana na ujauzito, malezi, uzazi, kipindi chote cha ujauzito mpaka pale mtoto atakapozaliwa. Aa, katika kipindi chetu cha leo tumebarikiwa kuwa na mtaalamu mwenye uzoefu mwingi kwa zaidi ya miaka tisa, mkunga Anita Mganga. Karibu sana asante sana. Karibu sana okay. Well, kabla hatujaanza, katika hatujaingia katika mada yetu ya leo, nikipenda utueleze mkunga ni nani hasa? Asante kwa swali nzuri. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Anita Mganga, jina maarufu ni midwife Anita. Mkunga ni mtaalamu wa afya ambaye amepitia mafunzo maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kabla hawajapata ujauzito wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua, baada ya kujifungua, na katika safari yote ya mwanamke katika umri wake wa kuzaa. Okay, okay, okay. Sasa nahisi wengi huwa tuna tunashindwa kutofautisha hmm, kati ya mkunga na gyno, gynecologist. Je, ungeweza kutupa ka elimu kidogo ili tuweze kutofautisha kati hawa wawili? Asante sana A... Gynecologist ni daktari ambaye ameenda ku specialize maswala ya kuhudumia wanawake, na yeye anahudumia wanawake katika safari yao yote ya kipindi cha ujauzito, kabla ya ujauzito, baada ya kujifungua. Lakini mtofauti wake, bodi tusajili ni tofauti. Yeye tayari ni daktari, lakini mkunga anasajiliwa na bodi ya inayoshughulikia wakunga. Mfano kwa kwa Tanzania tuna bodi ya wauguzi na wakunga ambayo inaitwa TNMC. Kwa hiyo yeye anasajiliwa kule anapata mafunzo ya, ya kutoa huduma kama mkunga na si daktari. Okay, okay, okay. Sawa. Aa, katika jinsi unavyoona katika nchi yetu labda tu maanake, hmm. Sasa hivi case study yetu ni Tanzania. Ndio. Aa, watu wengi huwa wanakuja kwa wakunga huduma, watu uhitaji za huduma za mkunga zipoje? Huduma za mkunga zipo kubwa sana, ukizingatia mkunga ndiye anayekutana na mwanamke katika safari yake ya kutafuta ujauzito, kipindi cha ujauzito, kipindi cha kujifungua, kwa sehemu kubwa sana. Huyu gynecologist ambaye tunamsema hapa, yeye mara nyingi anaweza kukutana na mjamzito pale ambapo mkunga amefika mahali kwamba uwezo wake na ujuzi wake umekwama, kwa hiyo specialist anaingia pale kwa ajili ya kuendelea kuokoa maisha ya mama, lakini mkunga yeye anafanya majukumu yote pasipo kumtegemea asilimia mia moja gainakolojisti, kwa, kwa sababu tayari ana ujuzi na anaweza kumhudumia peke yake, lakini anapotokea changamoto ndipo pale sasa gainakolojisti anaingia kwa ajili ya, ya kutoa msaada kuvusha maisha huyu mama aendelee kuwa salama okay. na kwa uzoefu wako hmm. wajawazito wengi huwa wana wakunga maalum ama ni kwa sababu tu ya clinic anazoenda ndo mm, anakuwa na mkunga naye mkuta huko au ni anatakiwa awe naye ni mkunga maalum? kwa mfano labda, mimi mm, ni mjamzito sasa hivi natakiwa niwe na wewe, yani kuanzia pale labda ninapojitambua mimi ni mjamzito mpaka nitakapojifungua, ama naweza nikawa tu, yani nikienda clinic nikikutana na mwingine nikikutana na mwingine? Yeah. Asante kwa swali zuri. Kwa nchi za wenzetu ambao zimeendelea huwa kila familia ina daktari wake, inaweza kuwa na mkunga wake, inaweza kuwa na muuguzi wake. Lakini katika nchi yetu uh, kulingana na uchache wa watu wa huduma, wanawake wengi wana wanaweza kuhudumiwa na mkunga mmoja, lakini bado kulingana na ukuaji wa teknolojia kuna wakunga ambao tumejikita katika mitandao ya kijamii ambapo pia bado mtu anaweza kwenda kupata huduma kituoni ambapo anaishi, lakini akawa na mkunga ambaye anaweza kuwa anamsimamia katika safari yake. Bado inawezekana katika namna hiyo, lakini katika vituo vyetu vya kutoa huduma si rahisi sana kuwa na mkunga mmoja ambaye unaweza kuanza naye kuanzia safari yako ya ujauzito mpaka siku unajifungua, kwa kuhudumia yule yule, inaweza ikawa ni changamoto kidogo, kwa sababu ya uchache wetu. Hmm. Lakini inawezekana kuwa na mkunga ambaye yupo mbali, kwa mawasiliano naye kutaka kupata msaada na ushauri juu ya safari yako uzito, shaji, ya ujauzito unyonyeshaji na safari ya kutafuta ujauzito pia. Okay, so yani, kwamba in conclusion yani, ingeshauriwa kwamba hmm, mtu atakapojigundua kwamba ni mjamzito hmm, au anatamani kuwa na mtoto angetafuta ukaribu labda na mkunga ambaye Yeah. Mimi napenda kuwashauri sana wanawake ambao nakutana nao kwamba ni muhimu sana kuwa na daktari wako au mkunga wako ambaye unamwamini katika safari yako, kwa sababu mtaani elimu ni nyingi sana, na tuna madaktari ambao wamesoma, tuna wakunga ambao wamesoma, lakini kuna wale ambao mtu, so mkunga ni daktari. Kwa hiyo kama hautakuwa na mtu mmoja maalum ambaye mtakuwa unarefaa kwake, unakutana na changamoto, itakuwa ngumu sana, na kwa bahati mbaya hawa ambao wana mimba ya kwanza wanakutana na changamoto kubwa, kwa sababu kila kitu haelewi. Akikutana na mtu ambaye atampa taarifa ambayo si sahihi kwake, inamchanganya. Kwao ni muhimu sana kuwa na mtaalamu wa afya unayemwamini, hususani ni mkunga ambaye wanapatikana kwa wingi, uweze kuzungumza naye, aweze kukushauri unapokutana na changamoto, nakuwa ni wa kwanza kumuuliza, ili uweze kuwa na afya nzuri kipindi chako chote cha maisha yako. Okay. kwa kwa kwa kwa kusamariz, mm -hmm. tumeelewa kwamba tumeweza kujua tofauti kati ya mkunga na gaino.